Nachukua maoni ya mafundi tusikie, wanasema namna gani, serikali ya Kenya Kwanza inawapeleka namna gani. Wacha leo tuje, tuko na nani atueleze machache habari ya fundi. Ah, mzuri sana. Kwa majina unaitwa? Ah, mimi ni Ezekiel Kamali. Tueleze machache kuhusiana na, na, na hii kazi ah, ah, ah. yako na changamoto unayopitia kwa hii ah, changamoto yetu tunapitia hii yes. serikali kweli, kusema ukweli yes. Angawa tunapitia changamoto, kazi iko, lakini kujapitia changamoto ya eh, kazi iko na pande ya kazi na ya pesa lakini, hmm. pesa iko chini lakini tunapata kitu ya kula kidogo. Serikali ya Kenya Kwanza imefungua miradi za nyumba mingi sana. Wewe kama mtu wa juakali inakupelekaje? kuna ile umepata moja, unafaidika in, kutoka kwa serikali hii ama wewe unafanya juakali kwa sababu gani? ndio mimi napitia changamoto kwa sababu Kenya Kwanza, mm -hmm. ndio ngao wako wazuri kwa sababu apitia changamoto

Pesa iko chini, chini, chini sana, ungeingiza mtaji naambia mzee, kama Kenya kwanza waweze kuamilisha kama hii, wafanyakazi wetu waweze kuinua wako kidogo mm-hmm. Hao ndio sisi, ndio tuweze kupatako mapato kidogo. Na ukiangalia ile maoni mingi tumechukua inasemekana ya kwanza, ya kwamba mnalipa pesa kidogo tu, lakini hamlipi kidogo. Ndio baba. So

Asante kwa wakati wako. Ah, nashukuru baba kwa maoni yako. Asante. Ah, ubarikiwe.